Shukrani zangu zote ziende kwa viongozi wetu tukiongozwa na Daktari Samia kwa kutuokoa kwanza kwenye vifo juu ya hili daraja, na mimi ni msitu mkandarasi ya kwamba kile ambacho alisaini kwenye mkataba akimbizana nacho, basi barabara yetu iweze kupitika. Lakini zaidi tunampongeza meneja yetu wa TANROADS kwa kazi nzuri anaoifanya chini ya usimamizi wa katibu mkuu wetu. Tunayo mambo mengi mazuri makubwa yanayokwenda kutokea katika mkoa wetu wa Arusha hasa kwenye sekta ya miundombinu. Wizara zetu hizi mbili, wizara ya ujenzi na wizara ya TAMISEMI, ujenzi ikisimamia TANROADS, TAMISEMI ikisimamia TARURA, itaenda kufanya mapinduzi makubwa katika miundombinu ya mkoa wetu wa Arusha. Ombi langu kwa wananchi, tuendelee kumunga mkono rais wetu, tuweke juhudi za kutafuta pesa, sio maneno. Tuna moyo wa shukurani zetu kwa rais wetu kwa kulizia kutusaidia kupata bilioni kumi na moja kwa ajili ya ujenzi wa haya madaraja matatu katika maeneo matatu tofauti tofauti, lakini pia ufungaji wa taa pamoja na uboreshaji wa barabara zinazopita kwenye haya madaraja, ili kuhakikisha kwamba Arusha inaendelea kuwa salama katika kipindi chote cha mvua pamoja na kiangazi kutoka kwenye makaravati kuja kwenye haya madaraja ni kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma na ubora wa huduma na usalama wa raia na mali zao juu ya barabara kubwa ambayo inaunganisha mikoa hii miwili ikiwa Kilimanjaro pamoja na Arusha, lakini pia nchi zetu hizi ikiwa Tanzania pamoja na Kenya. Kwa tumepita kuangalia tu na kwa spidi hii na kwa mujibu wa mtaalamu wetu wa meneja wetu wa TANROADS mkoa, tunawahakikia kwamba barabara yetu ya Arusha Kilimanjaro haitafungwa kwa sababu ya mvua. Tunawahakika barabara yetu ya Arusha Kilimanjaro haitapoteza tena maisha kutokana na mvua kunyesha kubwa na wananchi kuchukuliwa na maji, bali wananchi watafanya kazi masaa yote na shughuli za kiuchumi zitaendelea. Sisi hatutaki Arusha iwe ni ya watu wasiokuwa wastaarabu kwa sababu uwezo wa kuwa wasafi tunao, lakini uwezo wa kuwa na mazingira bora tunao, na ndio maana nawapongeza TANROADS. Kama mnakumbuka, tulianzisha kampeni ya upandaji wa miti. TANROADS ndio tuwapa jukumu la kwanza la kwamba miti hii ya kutoka kule Tengeru moja kwa moja kwenda mpaka Sakina, hii barabara yetu hapa katikati hapa angalau iwe. Kwa leo nimepita kukagua namna ya miti tulivyoipanda inavyoendelea, lakini uwekaji wa hizi kingo kupunguza watu kupita katikati, hizi gharama zote tunaingia kwa sababu tu moja, kuna mtu kimwambia usipite hapo, anapita. Lakini vingineo tusingeingia gharama hii, gharama ya kuweka kingo, tungeendelea kupanda nini miti, lakini kwa sababu watu hatutaki kuwa wastaarabu, inabidi tutengeleze utaratibu wa kuwalazimisha watu kuwa wastaarabu. Kwa hiyo nawapongeza TANROADS kwa kazi nzuri no inayoendelea ya kuhakikisha kwamba tunaweka kingo, tunapanda nyasi nzuri na miti yetu tunailinda. Ni ndoto yangu baada ya miaka mitano kumi ijayo, katikati ya barabara yetu hii ya kutoka Tengeru kwenda mpaka Sakina, na magari yanaonekana kama yanapita chini, lakini miti yetu ikiwa ni mizuri, inapendezesha jiji letu la Arusha na mkoa wetu. Rai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha wakati tunaelekea kumalizia msimu wa mvua, kila mtu ajitahidi kupanda mti. Swala la mazingira sio swala la Rais Samia, swala la mazingira sio swala la kiongozi au mkuu wa wilaya au la mkuu wa mkoa, ni la wananchi wote wa mkoa wa Arusha. Tunataka Arusha ya kijani, tunataka hali ya hewa nzuri kwenye nyakati zote, iwe ni masika, iwe ni kiangazi, mtu akija Arusha akutane na hali ya hewa nzuri na juzi alikuja Mheshimiwa naibu waziri mkuu ndugu yetu Doto na akakabidhi zawadi kwenye mitaa iliyoshinda na kwa mabalozi walioongoza kuhamasisha usafi na upandaji wa miti kwenye mitaa yao. Mashindano hayo yanaendelea kila baada ya miezi mitatu, toka tunapima mitaa iliyofanya vizuri, lakini wa kufanya vizuri ni wananchi. Viongozi hawa jukumu lao ni kuhamasisha tu. Leo hii hali ya hewa nzuri, na hii miti miyote yote tunayoiona, haya ni matokeo ya wazee wetu waliopanda nini. Kwa naombeni hata nyinyi ndugu zangu wabodaboda, mamalishe, babalishe, wa wamachinga, wanafunzi tupande miti, na tena miti yenyewe unachagua mwenyewe mtu unaotaka kufanya nini kupanda na Arusha, tunataka tupande miti mingi zaidi ili tuendelee kutunza hali ya hewa yetu nzuri. Ombi langu kwa wakuu wa wilaya zote, wahakisha kwamba shule zote za sekondari na shule za msingi, barabara zinazokwenda kwenye zile shule zimilikiwe na shule zenyewe kwa kupanda miti yale. Kama nyinyi iwe ni Kijenge iwe ni Sanawali iwe ni Longido iwe ni wapi, ili mradi barabara inaelekea kwenye eneo la shule, hata kama ni urefu wa kilomita moja basi ipandwe miti na ile miti itunzwe na ile shule na wanafunzi hawa wakiona huo utamaduni watafurahi, nao. Hata wakifika kwenye umri wa uzee, anapita anasema, ule ni mti wangu nili nilipanda. Tukijenga sisi wenyewe utamaduni huo, tutalisisha vizazi vyetu na watoto wetu kuwa na mkoa wetu ulio mzuri na bora zaidi, na wao watajivunia wazee wao ambao watakuwa ni sisi wazazi wao.